Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ninalo mikononi mwangu, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Nchimbi. Chadema ina haki ya kususa uchaguzi mkuu. Asisitiza kuna mtu wala kikundi kuzuia. Hata rais mwenyewe hawezi ni takwa la kikatiba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Makala maalum gunzo, desturi ya kutangaza kifo, mazishi jijini Mbeya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Makada wanamkosoa wa Tundu Lissu ongezeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Habari picha yupo John Mrema, Grace Kiwelu, Susan Kiwanga Catherine Ruge. Gazeti hili imeandika Waziri Nchemba ashawishi Ufaransa uwekezaji viwanda vya dawa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TRA ajivunia kukusanya trilioni saba Januari Machi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TCRA yazuia vifaa hatarishi kwa watumiaji habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Ripoti maalum, safari bado ndefu, ushiriki wa wanawake sekta ya madini habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Rais UEFA apinga timu sitini na nne kombe la dunia habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na mbili, lakini pia gazeti hili limeandika Yanga yawatisha upinzani bara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24 na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Nipashe Pashe, mwanga wa jamii.